Katika ziara yake ya maendeleo eneo la Ukambani, Rais William Ruto ameonekana kutumia fursa hiyo kumrai kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kushirikiana naye kisiasa kabla na baada ya uchaguzi mkuu 2027. Sitaki watu wachukue uzuri ya watu wa Ukambani wauchezee na waufanyie karata ya siasa mbaya. Hii uzuri ya Ukambani tunataka kupangana na nyinyi ndani ya serikali, tuunde serikali, tuende mbele pamoja, tupange maendeleo ya Ukambani na Kenya. Rais Ruto anasema ushirikiano baina ya viongozi mbalimbali utawezesha taifa hili kusonga mbele kimaendeleo. Juu chini, kwa mapenzi ya Mungu, juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, hii Ukambani haiwezi tena kukaa upinzani. haiwezi tena kukaa upinzani. Kiongozi wa taifa ameonekana kumtafuta mshirika mwingine wa kisiasa baada ya kufariki kwa waziri mkuu wa zamani hayati Raila Odinga. Kalonzo ameonekana kuochagua chagua bora kwa Ruto kurithi nafasi aliyoacha Odinga, ila baadhi ya wananchi wamedai rais ana njama ya kumaliza upinzani, wakidai kuwa hatua hii huenda ikalemaza juhudi za taifa hili kukuwa kidemokrasia. Opposition ndio huenda tuokolea Kenya hii Wakati vidi imekuwa maana, vidi imeshindikana. Opposition wakisimama kwa umoja wao wanatusaidia. Sasa mimi nilikuwa naomba ya kwamba Kalonzo, natembea Tembea, Eugene, kina Malala na wengine wenye wa opposition washikilie mambo ya opposition kwa sababu wakijiunga na serikali, si Kenya tutakuwa kuisha, tutakuwa inaitwa Kenya kuisha. Sasa afadhali hawa jamaa wasiingie kwa serikali, wasipaki tu kwa upinzani watutetee, watetee wa Kenya. Wengine wameonekana kutilia shaka jinsi kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anavyopanga siasa zake wakidai kuwa si mtu wa kuaminika. Kalonzo mwenyewe tumekuwa naye muda mrefu, lakini unaona ni kama kiongozi mwenye hana msimamo. Je, tumemjaribu wakati mingi, wakati huwa tunasimama na upinzani tunasema ya, eh, tukitumaini ya kwamba tutamuunga atupeleke mbele na siku moja alete mabadiliko hapa lakini shida yake huwa inaona ya, tunaona ya kwamba wakati huwa anasikia dakika ya mwisho, yeye ni mtu wa tamaa, huwa ana, ana ile tamaa ya kutafuta pesa. Mtu akimtisha tu na pesa kidogo ama serikali, unaona ya kwamba yeye huwa anabadilisha, anabadilisha nia mara moja, anataka aingie mahali kuna chakula. Kwa hivyo sasa saa hizi serikali ina chakula ya kutosha, na yeye amesimama kwa upinzani na huko kwa upinzani hakuna kitu. Sasa, mi naona tu ya kwamba kwa vile wamemwitia kitu kidogo kwa serikali na yeye ni mtu wa tamaa, wacha aingie tu serikali awachane na upinzani kwa sababu hiyo ndiyo msimamo wake kutoka zamani. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Aruninga, Tandao jina langu ni Felix Wanjala.